Mi, ni Frank Bihanji, ni kukaribishe siku ya leo kwenye jukwaa letu au platfomu yetu ya podcast za Next Generation Voices, yaani NGV uh, na siku ya leo tutakuwa na mgeni hapa, mgeni maalum kabisa ambaye anakwenda kutuelezea swala mbalimbali, natamani kujua ni maswala gani na a karibu uweze un lakini pia usisahau kusubscribe. Habari, madam? Salama. Kwema. Kwema. Uzima upo? Uzima upo. Asante. Na tamani ungejitambulisha kidogo ili mm -hmm. watu wakufahamu, maana ni sura ngeni hapa kwenye mm podcast -hmm. zetu za NGV. Okay, asante kwa majina, anaitwa Patricia Robi Kabaka. Ndiyo. ni afisa maendeleo ya jamii mwandamizi na nafanya kazi katika chuo cha maendeleo ya jamii Tengeru mm -hmm. katika kituo cha Taifa cha utafiti na uhifadhi wa mm -hmm. machapisho ya wanawake Hmm. ii ndio najihusisha sana na masuala ya wanawake ndio. Na wewe unajisikia fahari kufanya uh, kazi katika eneo hilo? Sana, maana siku hizi kumekuwa na masuala mengi mm -hmm. ya uwezeshaji yeah. mm -hmm. wa wanawake wanasema Women Empowerment, na baadhi ya wanaume wamekuwa wakilalamika, wanasema maswala ya Women Empowerment yameleta maswala ya feminism. Ambapo kuna namna moja ama nyingine tunaona kwamba wanawake wamekuwa na kiburi, sijui wewe unajionaje kwamba wanawake wamepata kiburi baada ya kuwezeshwa. Nafikiri hiyo ni mitazamo ya watu, yeah. Aa, mpaka sasa sidhani kama kuna utafiti ulio rasmi ambao unaweza ukaeleza bayana kwamba kutokana na empowerment ya wanawake kwamba wanaume wamekuwa inferior, yaani wanawake wamekuwa na uwezo mkubwa kuzidi wanaume, au wanawake wamekuwa na kile kiburi na ujeuri kwamba uh, wanaweza wakajiendesha wenyewe kama wenyewe bila wanaume. Sidhani. Uh, mi ninajua nia thabiti uh, iliyopelekea kuanzishwa kwa miradi mbalimbali ya kuimpaa wanawake ilikuwa na sababu mbalimbali mbali, ambao mojawapo ah, ambayo tunaweza tukaigusia ambayo ni bayana kabisa ni kwamba ni kutokana na mila na tamaduni zetu zilizopita kwamba mwanamke hakuweza kupewa nafasi kubwa katika elimu na katika mambo mengi ambayo yangeweza kumpa fursa mbalimbali mbali katika jamii kuweza kuchangia katika uchumi, masuala ya kijamii yenyewe, lakini na masuala mengine mbalimbali. Kwa hiyo kutokana na zile mila na desturi za kizamani ambazo zilimweka mwanamke nyuma, hazikumpa nafasi hiyo, uh, ndio ilipelekea wanawake wengi ambapo tunaona katika nafasi mbalimbali yani, hata ukifanya uh, uh, ukifanya tafiti tu hapa hapa penye tu, tulivu, tunaona kwamba uh, nafasi kuu uh, zilizo nyingi tuseme za juu au za kati zinachukuliwa na wanaume kwa wingi. Kwa hiyo kutokana na uh, gap hiyo uh, basi uh, serikali lakini na mashirika ambayo ya serikali yaliona hilo tatizo na wakaamua kuanzisha program mbalimbali ili ziweze ku bridge that gap, yani ku, ku, ku, ya eh, kuondoa hiyo ya ombwe eh, eh, kwamba kunakuwa na na hiyo na, na imbalance kwamba uh, katika sehemu mbalimbali tunaona wanaume wanakuwa wengi zaidi katika mm, nafasi mbalimbali mbali, za juu, za kati, za chini mm. uh, kuliko wanawake. Kwa hiyo uh, kumekuwa na miradi program mbalimbali na interventions mbalimbali kwa ajili ya kuwawezesha wanawake ili na wenyewe waweze kuchukua nafasi. Kwa hiyo watu wasio na mitazamo chanya sasa ya hasi mtazamo hasi, si ndio, kwamba labda uwezeshaji wa wanawake una madhara gani? Hapana, au kwenye uwezeshaji wa wanawake women empowerment kuna vitu tunaita equality na equity naongelea sasa kwamba sana jenda jenda equity na equality mm -hmm. Nadhani ni kipi kinafaa sasa tuweke hapo tutumie jenda equality au equity? Uh, jenda equality, jenda equity. Mimi nafikiri vinaenda pamoja. Lakini ah, kwa sababu kwenye mm, uwezeshaji wa wanawake ndio tunapata yale masuala ya haki sawa si kwa wote. Eh eh, vinaenda pamoja kwa maana ya kwamba uh, Tuki, kwa mfano tukisemea, tuki, tuki, tuki kwa mfano uh, uh, maazimio ya ya, ya, ya, ya, ya, ya ule uh, Beijing conference yes, yeah, yeah, ambao ndio ulileta chachu ya, ya ya kuanzisha hizi programu mbalimbali za kuweza kumempa mwanamke manake, ilionekana dhahiri kwamba mwanamke ameachwa nyuma yeah, na tukienda kuangalia kwenye uh, maswala ya ya serikali lakini ya kisiasa mm. pia kuna sheria mbalimbali na taratibu ambazo zimewekwa, mm. ya kupitia pia chama tawala kwamba mm. uh, katika seats za wabunge kwamba atilisti tukifikia kwa mwa, mwaka elfu mbili na thelathini mm. sisi tuwe tumepata 50, 50 yani, kuna wanaume kama ni mia mm. wanaume wao hamsini, mm. wanawake mm. Unaona, hmm. Kwa hiyo hapo ndo tunaweza tukasema kwamba kuna nini, hmm. kuna ule, u... uyano. Kuna ule uyano. Lakini nafasi ya mwanaume bado pia ipo, nafasi ya mwanaume iko pale pale, tunachofanya hmm. ni kumuimpawa huyu mama akaweza kumsaidia huyu mwanaume kwa sababu gani? hebu hmm. nikupe mfano yeah. Kwa mfano okay, kwenye familia baba ana kazi, mama hana kazi kutokana na yale niliyosema, ni kwamba hakupewa nafasi, kwa hiyo hajaweza kupata kazi sawa, yeah. na hajaweza kuwa na knowledge yoyote ya kuweza kujikimu kuji, kuji kiuchumi, kwa hiyo anamtegemea baba mm. Suppose baba anaondoka, au watoto watalelewa na nani? Kwa ni changamoto. Kwa hiyo kwa mfano huo huo naona, kwa mfano huo huo ndio maana hawa ambao kule nyuma walionekana wamedidimizwa, yani hawakupewa fursa, hakuweza kunyanyuliwa, ambapo ni kunyanyuliwa pamoja na kiuchumi. Kwa maana unapomwezesha yule mama kielimu, hapo hapo pia umeshamwezesha pia kiuchumi, unaona. Kwa hiyo unapomwezesha yule, anaenda kumsaidia baba katika majukumu yake. Sio kila siku baba atakuwa analeta kila kitu nyumbani, kuna siku sawa, nimetoa mfano wa kufa, kuna siku atafukuzwa kazi mm. au atapata matatizo, kazini atasimamishwa yule mama atatake charge ata atamsaidia. Okay. Right. Tunapoongelea uh, masuala ya uwezeshaji wa wanawake kama ilivyosema, mm, kwa uh, sehemu ambayo wanajihusisha na masuala mbalimbali ya machapisho ya wanawake uwezeshaji wa wanawake, hivyo nadhani sasa, mabinti wanaokua ambao tunategemea ni taifa la kesho, vizazi kijacho, wanahitaji nini, au wapi wanaweza wakapata hayo mafunzo labda sasa wanahitaji tu watengeneze tu wale mabinti waje kuwa waweze kuja kujisimamia vizuri waweze kuja kuleta mabadiliko katika jamii, nadhani ni sehemu zipo naweza kupata mafunzo mm. mm. okay, asante kwa swali zuri. Sisi uh, uh, hapa Chuo cha Maendeleo ya Jamii Tengeru kupitia Kituo cha Taifa cha Utafiti, cha utafiti uh, cha utafiti na uhifadhi wa machapisho ya wanawake Tuna miradi mbalimbali ambayo inawapawa hawa mabinti. Uh, mradi mmojawapo unaitwa uh, Young Women uh, Leadership Training Project. Katika mradi huu tunakusanya mabinti kutoka vyuo mbalimbali kama tunavyofahamu hiki chuo kiko Arusha. Sasa kwa hiyo mm-hmm. Tunatafuta mabinti walioko kwenye vyuo mbalimbali katika mkoa huu wa Arusha na tuna tunawa enroll <coughs> tuna kwanza, tunawahapa form za ku apply. Wakisha apply, tunawa screen, tunafanyia screening yeah, ili tuweze kupata wale tu, tunafahamu kwamba hawa wana nia thabiti ya taka ku, yeah. kujoin the training yeah. na after the screening, tunawa enroll, wanaweza kujiunga katika hii training ambapo tunakuwa na facilitators yeah mbalimbali ambao wamebombea kwenye fani mbalimbali mbali katika uongozi. Na katika training hii tuna session kama uh, tuna uh, vitu kama vitatu kwamba mm, tuna training ya darasani ambapo wanafundishwa moduli sita za uongozi katika nyanja mbalimbali katika uh, social media wanaita digital literacy yeah, katika local government, katika women leadership. Vyote hivyo yeah, wana, katika nyanja zote za sifa za kiongozi bora mm -hmm. Vyote hivyo wanapitia katika modules hizo sita yeah. Na baada ya pale mafunzo haya ni ya miezi sita, miezi sita. Yes. Na miezi mitatu, kwa hiyo wanapata ile training ya darasani ambapo wanaatendi kila Jumamosi Ha, eh, ili, kila Jumamosi, yeah, na, na saa tatu asubuhi. Siku zingine za wiki anaendelea na ratiba yake ya chuoni kama kawaida. Sa, mm -hmm. tumefanya hivi weekend, Jumamosi, ili isiingiliane na ratiba yake ya, yeah, ya darasani saa, yes. saa. kwa hiyo uh, wanakuja hiyo kila Jumamosi, wanasoma kwa muda wa miezi mitatu. hiyo training mm hizo moduli -hmm. sita zinakuwa zimeisha. after that tuna walink na mentors mentors hao tuna waselekti, ambao ni successful women, uh, even men ambao yeah. wanaweza ku, in, inspire. Kwa mfano tunasema kwamba uh, tunatafuta wale uh, wanawake ambao wameweza wa wa kufaulu katika vitu mbalimbali katika uongozi, katika kuongoza maybe ma, mashirika ma ma managers, ma CEO, ma directors yeah, even ma MPs member of parliament yeah. right. Yes, tunawatafuta kama hao, basi wanakuwa wanawamenta kwa muda wa miezi mitatu. Huko ni kwenye practical, lakini within training Uh, wakati muda yaani wa miezi sita uh, pia huwa tunawafanyia uh, study tour ya tunawapeleka kwenye uh, institution uh, au assembly mbalimbali, kwa mfano kama bungeni au bunge la East Africa kwenda kujifunza mambo mbalimbali ya uongozi. Wanaweza wakaenda wakaona jinsi wabunge wanavyochangia, wanavyobishana kwa hoja, wanavyojieleza. Kwa hiyo ile inamuinspire, inamuonyesha, yani inamwonyesha, anamletea ile shauku kwamba even myself kwa we... hiyo yeah. Uh, tunafanya vitu kama hivyo hmm. Lakini pia hawa uh, uh, mabinti huwa tunawapa nafasi mbalimbali mbali za kushiriki katika makongamano mbalimbali ambayo yanawasaidia sana kutengeneza network hmm, na kuwa linki na watu mbalimbali ambao wanaweza kuwapa fursa mbalimbali ambazo wanazihitaji wenyewe katika maisha yao ili kuweza kufikia malengo yao ya kuwa viongozi wa, wa baadaye. Ha, kwa hiyo ni niprogamu imejisisha mm, na maswala ni programu ambayo inaendeshwa kwa ajili ya, kum, ya kumtengeneza kiongozi wa kike. E, tunafahamu kwamba nafasi za zi uongozi zimeshikiliwa <laughs> na, na, na, na, na wanaume, kwa, kwa hiyo sasa tunajaribu pia kuwatengeneza basi awa mabinti wanapofika kule juu wawe na uthubutu na wenyewe basi, zinavyotokea nafasi kwa mfano za kugombea labda hata majimbo eh, wanaweza kwenda kusimama wakagombea au kwenye nafasi za za kazi labda yeah, kwenye uh, institution au uh, organization yeah, kuna nafasi imetokea wanahitaji uh, mtu wa apply basi yeah, na mwana mwanamke naye anasimama anaenda so ajenda tu ya wanaume ndo wanaenda mbele lakini basi, na wasichana ah, na usubutu ule wa kusimama sema, na mimi pia na I can I can compete with this one, so so, na kuna mwenye hitaji ajue gharama nini, au hizo watapata kwenye website ah, no, hapa, wanaweza wakajua hapa hapa, hakuna gharama yoyote. Gharama yako ni nauli yako kutoka kule unakosoma mpaka oh, hapo na <laughs> uh, labda nilikuwa nimesahau uh, ni ni ni ni kitu ki kimoja ambacho ni very important. Mm. Na baada ya training ya miezi sita tunawafanyia mahafali na wanapata certificate ambayo inawasaidia sana wao katika kutengeneza CV zao. Bure bure jamani, uh, ukina dada, mafunzo ni bure kabisa, ni wewe tu na <laughs> nauli yako mm kwamba kutoka tu maeneo alipo na uh, chuo kipo maeneo hapa Tengeru ye, Tengeru, Tengeru uh, chuo cha maendeleo ya jamii Tengeru, au Tengeru Institute of Community Development. Ukifika yeah, nice, yeah. Tengeru Center pale, ukimuuliza boda yeyote, chuo cha maendeleo ya jamii anakufikisha vizuri tu, kwa elfu moja unafika uh -huh. mm -hmm. Na unadhani ni changamoto zipi zina wakwamisha sasa na dada au ushindwa kufikia sana malengo hasa katika masuala mazima, yani uh, vitu mbalimbali kama nilivyosema, kimoja ni huo utamaduni wa, wa, wa nyuma kwamba uh, binti nafasi yake ni jikoni, binti nafasi yake ni kulea udogo zake, binti nafasi yake yeye ni kulea familia. Kwa hiyo hiyo imejengeka, mentality hiyo imejengeka kutoka kwa mama zetu ikaja uh, uh, sisi ikaja vizazi, vizazi, vizazi na vizazi unaona? Kwa hiyo sasa ndio sasa tunajaribu kuiondoa, lakini pia kitu uh, kingine ni ule uh, ile hofu ambayo pia mwanamke pia imemkaa kwamba uh, ana anahofia ana, ana, ana kwamba maybe ni kifanya, labda nikifanya hivi nitaonekana uh, labda mimi labda nina violate rules fulani labda yeah. kwenye <laughs> kule kwetu labda hatutaki kujitokeza yeah. Yote hiyo inatokana na na mila na desturi, lakini kingine Uh, mwanamke pale anapo anapo strive uh, kwenda juu anakutana yeah. pia na changamoto mbalimbali, ama wengine zinawakwamisha mm -hmm. kabisa, wanaanguka na wanashindwa kufikia kule. Kwa mfano wanaweza kukuta kwenye uh, familia, ndio hiyo, labda amekosa elimu yeah. akubahatika kupewa elimu mm -hmm. lakini kingine ki pia uh, uh, changamoto mbalimbali uh, kwa mfano unapokuwa labda una familia tunafahamu sasa sisi <tipos> <tipos> ni walezi wa familia, majukumu ya kifamilia, ile kulea watoto <tipos> e, yes, anaweza pia yakakukwamisha pia yaka, yasikupe ile nafasi ya kutosha kama mwanamume anavyokuwa umeona. Hmm. E, lakini ah, kingine inaweza ikawa ni ah, inaweza ikawa ni, inakuwa hmm. yeah. ah, pia ni mtazamo pia wa wanaume wenyewe, unaona kama sahizi yeah. Ni kwa baada ya miaka sitini na tatu ya uhuru tumepata rais wa kike <gibu> umeona <gibu> lakini aa, katika uongozi wake najua kuna chaleni nyingi anazokutana nazo kwamba kuna watu mpaka sasa bado wanafikiri kwamba hawezi kuongoza, lakini ukweli unaonekana na mazuri yake yanaonekana wazi kwamba kuna vitu vingi ambavyo amevifanya na ni vikubwa sana na vinaonekana wazi kwamba ameweza kufanya uh, vile vile ambavyo hata angeweza kufanya na amtengine zaidi ambavyo angeweza kufanya wanaume. Kwa hiyo kuna hiyo pia mentality kwa wanaume kwamba inatengeneza ile njia ya uoga kwa mabinti kwa. Mm. Ah, mm. Binti tena ataweza huyu. Sasa kingine tumeongelea hivi na tumeona mfano rais wetu hapa Samia, mm. mm. na huenda nkawa mimi wapo wanawake ambao nafahamu wamepiga mm. hatua sehemu wamefika. Sasa nilitamani wewe kama mtaalamu katika maswala hayo, labda unaweza ka uh, waelezea mabinti wengine wanawake mbona, ambao nawafuatilia sahihi mm. anaijani hapo mfano Tanzania, wapo mm. alipiga hatua na mm. kuna nafasi za juu za uongozi walishika Aba ni ndani na nje ya nchi okay. uh, wa, wa kwanza naweza nikuanza na rais wetu Samia Suluhu Hassan, lakini wa pili uh, yeah. yeah. yeah. yeah, Mama Getrude Mongella uh, okay, ambaye tuna mfahamu ameweza kushika nyanja mbalimbali mbali, pamoja na ubalozi yeah. Mwingine ni aliyewahi kuwa pia spika wa kwanza mwanamke Mama Ana Makinda ana ya na wengine wengi sana, ambao pia nitakuwa pia mchoyo wa fadhila nisipomtaja mamangu mzazi, ambaye alikuwa ni waziri, ambaye tunaweza kusema alikuwa ni waziri wa kwanza kutoka katika mkoa wa Mara, ambaye wa kike, ambaye unahesabika kuwa ni mkoa ambao una mfumo dume ah, kwa wingi, wingi. Kwa hiyo <laughs> eh, yes naye alikuwa minister kwa miaka kumi, jina lake au Gaudensia Kabaka. Kwa hiyo nina mifano mingi na, na micha, kwa michache, yeah, yeah, ni hiyo mm. No, sana, sana, sana. Mwanamke unapompa elimu mm, elimu ni kila kitu hata mm. uh, nilikuwa namsikiliza, nilikuwa nasikiliza hotuba ya rais wa Namibia alivyokuja Tanzania mm, wakati anaongelea kwenye ile public lecture pale, kitu cha kwanza, kitu kimoja wapo alichosema mm, ya ni kuhusu elimu kupewa kipaumbele cha elimu, unapompa elimu mwanamke, na kuna huo msemo ambao unasema, unapomuelimisha mwanamke unaelimisha jamii nzima yeah. yeah. kwa hiyo elimu ni silaha kubwa ambayo anaweza kupewa mwanamke na ambayo inaweza kumkomboa kweli kweli kum si kisiasa au uh, katika nyanja pia kiuchumi, okay, kupitia elimu. Ndio maana tunaona nadhani ni mm -hmm. kwenye awamu mm hii -hmm. ya Rais Samia kwamba mm -hmm. ameruhusu wanawake na binti wakipata ujauzito wa, wa, wa, uh, wakarudi tena shuleni na ni kitu kizuri sana sana, ambapo kinawapa nafasi ya pili hawa mabinti ambao mm -hmm. wengine kwa bahati mbaya, na huwezi jua hiyo mimba aliipataje pengine labda alibakwa, unaona. Kwa hiyo ukianza kumhukumu kwa lile kosa tu mm -hmm. unakuwa hujamtendea haki kwa kweli. Amefanya kitu kizuri sana sana kina... ambacho kimesaidia kime pia kitasaidia na kitaendelea kusaidia hawa mabinti. Kwa hiyo ni kweli kwamba wanawake wakiwezeshwa wanaweza sana. Ndio, ndio, labda kwa kumalizia sasa, ushauri mm. wako sasa kwa mabinti ambalo nafikiri kwamba hili nikuambia, linaweza likawaletea mabadiliko waweza kufika uh, ushauri wangu kwa mabinti yeah. Ni kwamba utaogopa, mabinti wengi bado wanaoga sana, kwa sababu huwa nina, ninakaa nao mara nyingi, bado wana ule uwezo wa kuthubutu bado, na ndio maana Tunakazana na uh, women, uh, she tunakazana sana na elimu, kutengeneza awareness, kutengeneza awareness na kuwa hapa college, lakini pia wasipuzie fursa yoyote anapoipata pale pale alipo, kama ni chuoni, kama ni shuleni sekondari, kama ni mahali pa kazi, asipuzie ambayo fursa anayoiona kwamba nikiweza ku, kui, kuitumia hii fursa ninaweza nikafika, yes iflani lakini pia kitu kingine, tunakoenda huko wanasema kwamba eti adui mwana mwana ya mwanamke ni mwanamke. Hapana, wanawake tunaweza kupendana vizuri sana tu na tukaweza kufika mbali. Ao kauli adui ya mwanamke ni mwanamke, hapa mimi hiyo naipinga. Basi nashukuru mm. Eh, nashukuru kwa muda wako, nashukuru kwa sana zako na mm. mafunzo na elimu ambayo umetoa hapa naamini na naimani na pia kwamba binti mingine ambao wamepata nafasi ya kuangalia video na hata kwa wazazi wanaweza wakapata nafasi kwamba kuwashauri mabinti sana wao watoto wao waje hapa wapate hiyo programu kwa sababu umesema programu ni bure kabisa. Nadhani itakuwa ni jambo la msingi na kama mtu anapata cheti itasaidia na sana. Nashukuru sana kwa mda wako, nashukuru asante sanabasi kwa kumalizia na imani umejifunza na umepata kitu hapo uh, kuhusu uwezeshaji wa wanawake. Kumbe uwezeshaji wa wanawake uh, sio sababu ambayo inaweza kuwapa wanawake kiburi. Umeona mifano dhahiri kwamba wanawake wakiwezeshwa na nafasi, wena wanafika na wanaweza kufanya mabadiliko katika jamii. Ulikuwa nami Frank Wihanji katika jukwaa letu hili la Next Generation Voices. Utaonana kipindi kijacho, na usahau kusubscribe, comment, kulike na kushare. Asante na asante, kwaheri.